Kazi kubwa ya figo ni kuchuja sumu na taka mbalimbali kutoka kwenye damu. Sasa figo zinapolemewa na sumu nyingi au taka nyingi, basi mkojo unabadilika rangi na harufu lakini pia shinikizo la damu linaongezeka, mwili unaanza kuvimba hasa uso na, uso na miguu, lakini pia unaanza kupata maumivu ya mgongo na kiuno. Sasa hizi ni dalili za figo kuelemewa na sumu nyingi. Ili kuondokana na hizi sumu, jambo la kwanza, hakikisha asubuhi unapata glasi ya maji yenye vipande vitano vya tango vipande vitatu vya limao na vipande vitano vya tangawizi. Haya maji yatakusaidia kutoa sumu na kuimarisha utendaji kazi wa figo. Kitu kingine tutaendelea na cha challenge yetu na leo ni siku ya 14 ya kutumia C247 na Livercare uh, ili kuondoa sumu na kuimarisha utendaji kazi wa figo, na tutatumia kidonge kimoja cha C247 ambacho kinaenda kuimarisha utendaji kazi wa figo ili ziweze kuchuja uh, sumu kutoka kwenye damu kwa usahihi. Hii ina faida nyingi ndani ya mwili, ni kuweka kinga ya mwili vizuri na kuimarisha mengenyo wa chakula, lakini zaidi kuchuja uh, sumu mwilini au kusaidia figo ziweze kufanya kazi kwa ufasaha. Habari njema ni kwamba pakeji ya mwezi mmoja alivakia na C247 ni shilingi laki moja na tisini na mbili, lakini sasa hivi uh, habari njema ni kwamba kuanzia leo tarehe 25 tutaanza ofa ya punguzo la asilimia 15 ambapo Takuwepo na package za mwezi, package kumi za offer kwa atakayechukua ya mwezi, na package kumi za offer kwa atakayechukua ya miezi mitatu. Dozi ya mwezi mmoja itakuwa laki na sitini na tatu na mia mbili badala ya laki moja na tisini na mbili. Kwa hiyo kama unahitaji dozi yako, nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa chini na soma caption kujua faida zaidi, au komenti niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure. Kazi kubwa ya figo ni kuchuja sumu na taka mbalimbali kutoka kwenye damu. Sasa figo zinapolemewa na sumu nyingi au taka nyingi, basi mkojo unabadilika rangi na harufu. Lakini pia shinikizo la damu linaongezeka, mwili unaanza kuvimba hasa uso na, uso na miguu, lakini pia unaanza kupata maumivu ya mgongo na kiuno. Sasa hizi ni dalili za figo kuelemewa na sumu nyingi. Ili kuondokana na hizi sumu, jambo la kwanza, hakikisha asubuhi unapata glasi ya maji yenye vipande vitano vya tango, vipande vitatu vya limao na vipande vitano vya tangawizi. Haya maji yatakusaidia kutoa sumu na kuimarisha utendaji kazi wa figo. Kitu kingine tutaendelea na cha challenge yetu na leo ni siku ya 14 ya kutumia C24/7 na Liver Care uh, ili kuondoa sumu na kuimarisha utendaji kazi wa figo. Na tutatumia kidonge kimoja cha C24/7 ambacho kinaenda kuimarisha utendaji kazi wa figo ili